Haya ndo mambo ya kufanya ili uweze kutokomeza changamoto ya bawasiri kabisa, lakini jambo namba tatu litakuwa ni la muhimu sana kuzingatia. Namba moja ni kuendelea kutumia vyakula vya fiber ikiwemo vitu kama hivi ambavyo vinasaidia kurahisisha uh, choo. Lakini namba mbili, hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Lakini namba tatu, hakikisha unapata cha dawa ambayo inatibu chanzo cha tatizo. Chanzo cha tatizo cha bawasiri ni mishipa inayopatikana kwenye njia ya haja kubwa, ndio ina inayosababisha uvimbe inayosababisha cha damu inayosababisha kupata a, kupata maumivu makali hapo kujisaidia, lakini pia hiyo hiyo ndio inayosababisha kuhisi ile njia ya haja, haja kubwa inakuwa ina nyembamba hivyo inasababisha maumivu makali. Kwa hiyo kitumia pailikea itakusaidia kuondokana moja kwa moja na changamoto ya bawasiri kwa kutibu chanzo cha bawasiri cha ambacho ni mishipa inayopatikana kwenye njia ya haja kubwa. Kama bado unaoteseka wasiana na Dr. Jimmy leo kuweza kupata msaada zaidi. Tupo Mwanza, mikoani tunaagiza kwa basi au ndege. Karibuni na Mungu akubariki.